Yanga wameenda tofauti. CAF wamebadilisha logo yao, ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania ambaye ameweza kufunguka baada ya timu za Tanzania e, Simba pamoja na Yanga kuweza kuzindua jezi zao, huku minong'ono na gumzo kubwa ikiwa ni utofauti wa logo zilizopo kati ya klabu ya Simba na klabu ya Yanga, huku wengi wakidai kwamba CAF wamebadilisha logo yao na ile ya zamani haitumiki. Inayotumika ni ya sasa ambayo klabu ya Simba imeweza kuitumia. Kwa mdau, anadai kwamba msimu uliopita CAF walibadilisha mwonekano wa kombe la ubingwa la CAF Champion League, jambo lililoenda sambamba na kubadilisha logo ya michuano yao CAF Champion League e, ili ifanane na mwonekano wa kombe jipya kwa mjibu wa mdau anaendelea kudai kwamba picha iliyopo kushoto ndio logo mpya ya CAF Champion League yenye mwonekano mpya wa kombe jipya na ndiyo inayotumika kwa sasa na CAF kwenye michuano hiyo. Kulia ni logo ya zamani ya CAF Champion League ambayo kuna timu bado imechapisha kwenye jezi zao mpya. Hapo utabaki tu kujiuliza bado hawana taarifa kama CAF wameshabadilisha au walikuwa hawajapewa taarifa au hawakujua. Hayo yote yameweza kutokea baada ya utofauti huo ambao umeweza kuonesha kati ya timu ya Yanga na Simba ambazo zote zimeonyesha kuwa na utofauti baada ya klabu ya Yanga ambayo ilianza kutambulisha jezi zao zikiwa na logo ya zamani ya CAF ambapo mmoja wa wadau anadai kwamba baada ya CAF kubadilisha muonekano wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, waliamua kubadilisha na logo ili iendane na kombe lenyewe, na hivyo kombe kama linavyoonekana hapo kushoto, ndio logo ambayo inatumika kwenye michuano hiyo, klabu bingwa barani Afrika, na sio hiyo ambayo wameitumia klabu ya Yanga, huku mdau akiwa anajiuliza ni nini ambacho Yanga walishindwa kukipata, kwa kuwa walishindwa kuelewa kwamba logo imebadilika au hakupata taarifa ya kwamba logo ya zamani haitakiwi.